na kumtakia kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala ali wa sallam, rehma na amani zimshukie. Na wausia pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wataala, hakika ni shukrani kutoka kwa mola subhanahu wataala kutupa furaha na kutupa fursa kama hini ili tupeane nasaha na tufundishane yale ambayo yanafungamana na yana Uislamu. Wapenzi ndugu zangu katika iman, maudhui ambayo nitazungumzia biidhnillahi taala tutazungumza ahmiyatu tasamuh, umuhimu wa Waislamu kuwa na tabia ya kusameheana, umuhimu wa Muislamu kupambika na tabia ya kusamehe. Hivi leo ndugu zangu katika imani, twaishi katika miji na tunaketi na watu tofauti, tunaamiliana katika hali tofauti tofauti, ndipo katika kule kuamiliana, ima katika hali ya maisha au hali ya kuamiliana katika biashara, ama hali ya kuishi mtu na jirani wake, kukatokea mtoto wa fulani kamkosea mtoto wa fulani au mwanako amemkosea mtoto wa mtu mwingine kukapatikana kukosana. Kwa hiyo tunataka kuangalia mafunzo ya Uislamu kutokana na tabia ambayo kwamba inastahili mwislamu apambike nalo, ambayo ni tabia ya kusamehe. Na katika kuhimiza Waislamu tuwe na tabia ya kusameheana tutatoa mifano ambayo yako wazi, ili na sisi tujipime, na hii ni tabia ya kusamehe. Kwa hiyo kusameheana, attasamuh khuluqun shamil, kusameheana ni tabia ambayo imejumuisha tabia zingine tu. Yaani mtu akiwa na tabia ya kuwasamehe wenzie iwapo wamemkosea, huwa bila shaka ana tabia zingine ambazo kwamba zazungukia ile tabia ya kusamehe. Yaani twasema atasamuh khulukun shamil taduru au taduru tahtahu iddat akhlaqin ukhra Kusamehe ni tabia ambayo kwamba ni shamil bi maana, imekusanya tabia zingine na inazunguka chini yake iddat akhlaqi, yani tabia zingine. Mfano, mtu akiwa ni mtu ambaye kwamba anapenda kuwasamehe wenzie iwapo wamemkosea, kama tunavyoambiwa, atasamu khuluqun shamil taduru